Leo baridi ni mingi bwana. Baridi ni mingi lakini hata kama kama baridi ni mingi, mi lazima nioge. Hii maji bwana lazima mwanaume ni kuoga ok, bwana. Hata iwe maji baridi namna gani mwanaume ni kuoga. Hii maji bwana, ingekuwa niko na kagasi kwa nyumba, mimi nikichemsha lakini kagasi kangu kameisha bwana. Sasa hata nashindwa nitafanya aje. Hai suru. Aisha. Teko iko bene mmesa huko si yangu bwana. Sivyo yeye na si yangu bwana. Hiyo vinonisi. Maisha kanova so. ye. Eh, hii maisha ni ngumu bwana. Yaani imefanya hata akili imechanganyikiwa, hata nashinda nifanye nini bwana. Hebu acha niende hii siangu, kwani ni nini ni nini? Mnyamini, jaribu tu, anangoja na kwenda kuchukua siangu, anakuja nabeba maji Kumbe ai bwana, hii ni imekuwa, ibilisi, imepotea, nini? Kwani maji imekuwa ibilisi imepotea ama ni nini? Hii mambo hii mambo bwana, majirani please. Hii mambo mimi sitaki hapa. Huyo mwizi huyo lazima leo atafanya huyo. Imeenda. Huyo mwizi lazima hey, atafanye. Hii ni kitu kingine baba. Hey. Hey. Mimi naika hapo maji naenda kuelea. Hey. Natoka kwa nyumba bwana kuta maji hakuna. Kumbe mwenye alisema maji kimwagika ndio ile kesema huyo. Hii maji kumbe ikipotea inapotea <laughs> bwana. Mambo yao mimi sitaki bwana.